Habari wana biashara, leo tutajifunza jinsi ya kutangaza biashara yako kwenye Instagram na kupata wateja kwa urahisi. Kama unataka kuongeza mauzo, kuvutia wateja wengi na kukuza brand yako, basi video hii ni kwa ajili yako. Kwanza, hakikisha una Instagram business profile. Nenda kwenye settings yako, chagua switch to professional account, chagua business Naweka maelezo ya biashara yako. Jaza maelezo kamili, kama bio, maelezo mafupi ya biashara, anwani na namba ya simu, website kama unayo, category, aina ya biashara. Pakia picha nzuri ya profile low ambayo inaweza kutambulika kwa urahisi. Sasa anza kutangaza bidhaa zako kwa kutumia picha wazi na yenye mwanga mzuri, video fupi kunde kumi na tano hadi sitini maelezo mafupi na bei, unganisha link ya whatsapp au website. Fano wa maelezo mazuri: viatu vipya vya kike, bei shilingi elfu kumi tu, order sasa kwa whatsapp sifuri nane sifuri xxx xxx. Tumia hashtags hara yako mauzo naweka location kwa ufikiaji zaidi. Kama hutaumahutaki kutumia ads manager, unaweza ku promote post yako moja kwa moja kwenye kwenye Instagram. Bonyeza promote chini ya post yako, chagua lengo la kampeni, mauzo, ufikiaji, inke, weka budgeti na muda, bonyeza create promotion. Ili kupata matokeo bora, tumia Facebook ads manager. Fungua Facebook ads manager. Chagua create ad, chagua Instagram kama sehemu ya kutangazia, fuata maelezo kama tulivyojifunza kwenye facebook ads. Umefanikiwa! Sasa unaweza kutangaza biashara yako kwenye Instagram na kupata wateja wengi zaidi. Kumbuka kufuatilia matokeo na kurekebisha kampeni kadri inavyohitajika. Kama video hii imekusaidia, share na wenzako na subscribe kwa mafunzo zaidi ya kukuza biashara. Tumia Instagram stories na reels kwa ufikiaji zaidi. Piga picha wazi na mwanga mzuri. Toa promo kwa mara ya kwanza kuvutia wateja. Sasa endelea, tangaza na uuze zaidi leo.